Anaitwa Musa Abdillahi Musa, ni mtoto wa marehemu Abdillahi Musa almaarufu Banjo. Ah, tulipotelewa na baba yetu tarehe kumi na mbili mida ya saa mbili, lakini siku ya tare tarehe 13 ndio tulipokuja kupata taarifa tare kwamba hajarudi nyumbani. Uh, tukaenda pale kwenye jengo ambalo wanafanyia mazoezi na ndipo alipokwenda mara ya mwisho, tukaenda anapofanya mazoezi ambapo ndo alipoenda mara ya mwisho, tukakuta gari lake na tukaanza process nyingine za kutoa taarifa polisi, na wenyewe wakaanza uchunguzi. Tulitoa taarifa polisi kituo cha kati, tukapatiwa mpelelezi ambaye anaitwa Wambura pamoja na Yohana ambao wakiwa chini ya uangalizi wa occid Fande Maita. Na baada hapo, waliendelea na uchunguzi. Baadaye tulitoa taarifa kwawenye ofisi ya racio, racio mwenyewe tuliongea naye, akaahidi wanaendelea na taratibu za upelelezi. Baadaye siku ya tarehe kumi na nane jioni tulipata taarifa baada ya kuposti na kuongea kwenye mitandao ya kijamii, tulipata taarifa kwamba kuna mwili uliokotwa siku ya Jumapili ya tarehe 15, Bereko do, Kondoa. jioni hiyo hiyo tulianza safari ya kuelekea Bereko, na tulipofika Bereko tulipokelewa, na tulitoa taarifa kwenye kituo cha polisi na tulipokelewa vizuri, tukaambiwa mwili upo, lakini kwa kuwa tumefika usiku tusubiri mpaka asubuhi. Asubuhi tulifata taratibu zote, na wenyewe wakatupa ushirikiano kwenda kutuonyesha mwili. Ulikuwa umehifadhiwa mochwari, na hapo ndipo tulipomtambua baba kuwa ni yeye amefariki na amekutwa Bereko. Kwa maelezo ya polisi wa Bereko, walitupa briefing kidogo kuhusu mahali mwili ulipookotwa, na pia tulifika eneo la tukio kuwa ni msituni sana. Tulifika pale tukaangalia, lakini hakuna chochote tulichokipata. Baadaye tukaanza taratibu za kupewa mwili na kurudisha Arusha, na hatimaye leo tumefanikiwa kumpumzisha mzee wetu kwenye nyumba yake ya milele. Okay, labda wakati mlivyochukua mwili kutoka kondoa berefu kuleta hapa labda uliu uangalia mwili wake ulikuwa una majeraha okay? Sngea, ana jeraha kwenye kichwa, ana jeraha, amevunjika mkono wa kushoto, na pia macho yake pia hayakuwa sawa. Ndio, labda baada ya mwili kuja nyumbani mmeshahuzika, labda taratibu nyingine za kipolisi, mlipojaribu kuhoji hapa Arusha kwamba ilikuwaje mtu alitekwa Arusha, alafu mwili wake ukaenda kukutwa kule na bereko, hapa katikati kuna, kuna beria za, za polisi, kuna ukaguzi. Polisi wanasemaje? Mpaka sasa hatujapokea. Ilikuwa ni kawaida ya mpelelezi kutupigia simu na kutupa taratibu zinazoendelea lakini hawajatupigia simu wala kutupa taarifa yoyote, na sidhani kama hawajasikia kwamba tumepata mwili. Hawajapiga simu wala kutupa chochote kile. Ukimya wa polisi kutokutoa taarifa yoyote kuhusiana na msiba huu, hii ikoje? Sidhani kama ni sawa, labda ni taratibu zao za za ofisi kwamba hawatoi taarifa baada ya kusikia chochote. Sidhani kama wajasikia, nadhani na labda ni taratibu zao za kipolisi kwamba baada ya kusikia taarifa hizo hawana lolote la kutuambia au lolote la kutusaidia. Baba yangu alichukuliwa jengo la Ngorongoro Arusha, mwili wake tulikuta umetupwa katikati ya pori Kondoa, sidhani kama ni alijipeleka mwenyewe kwenda kujitupa kwenye pori lile. Ni dhahiri ameuawa kikatili sana. Nadhani polisi watakuwa waendelee na uchunguzi, watupe ushirikiano kujua ni nini kinachoendelea. Tumeona polisi hapo, kuna taarifa imetoka, wanadai kwamba uh, yoyote mwenye taarifa za kufanikisha uchunguzi, yeye ye, ye ndo azipeleke polisi watazipokea unaona, hii imekaaje? Sijui, sijui, labda ndo taratibu za kazi. Kila mtu ana kazi yake, kila mtu ana ujuzi wa kazi yake. Sijui kama itakuwa ndo taratibu zao, labda a pengineat baba ya labda alishawahi kujihusisha na siasa au matukio yote. Labda baba yangu hajawahi kujihusisha na siasa wala chama chochote. Tamkumbuka baba yangu kwa, kwa mengi sana mbali nakuwa mzazi, alikuwa ni rafiki, mtu wa watu, mtu mwenye kujali familia, nategemea. Naitwa jambe la Ahmed na mke wa Belai Musa au kabina, Banjo. Kutu, kwa jina ya Banjo. Kwa kweli tumepokea hizi taarifa kwa kusikitika sana kwa sababu mume wangu amezulumiwa uhai wake, amezulumiwa haki zake za msingi, kwa sababu hata kama ni kosa, hata kama alikuwa anakosa, angeweza kufikishwa kwenye kwenye ngazi za sheria akapata aka, aka, aka ambacho kinamstahili lakini, leo ameuawa kikatibi sana, wamemzulumu uhai wake. Kwa kweli sisi hatuna cha kusema zaidi ya kuomba serikali itusaidie, Mama Samia, kwa sababu ni mama mwenye huruma najua lazima utafuatilie lile jambo tunaomba msaada kwa kweli kwa sababu sisi hatuna cha kusema zaidi hicho ukuya mwisho nilikuwa ni tarehe kumi na mbili na alisema tu kwamba anaenda gym na ni kweli alienda gym baada ya hapo kufika siku tatu Musa akampigia kaapatikana kwao sisi tukajua tu labda mtu nischaj mzima au ni kwa sababu simu nyingine ilikuwa inaita tukasema atakuja kupiga, lakini cha kushangaza tukaona kimya mpaka kumekucha hajarudi, kwa sababu alikuwa hana hiyo tabia. Alikuwa ni mtu tu ana swali ani, muda wa mazoezi ukiisha, anarudi nyumbani kwao, ndo tukaanza kuona ni tofauti. Kwao ndo tukaanza kumuulizia, tukaona hili jambo bwana ni serious, tukaenda polisi. Polisi wakatuambia wanafuatilia ando hivyo, tukawa tunafuatilia. Mwisho wa siku tukaona tu sasa kama amna kitu kinachoendelea, tukasema tu tutoe tu tupaze yani tu, tu, sauti kwenye mitandao. Na kweli tunamshukuru Mungu, baada tu kup, kup, posti kwenye mitandao usiku, kesho yake tu asubuhi tukapigwa siku kwanza tu, tuka tukapigiwa simu usiku, tukaamba kwamba kuna mtu ameonekana huko maeneo ya Kondoa huko Beleko. Kwa hiyo ndo watoto wakatoka wakaenda wakamfuatilia, lakini kwa kweli wakamkuta ni yee wakamkutani yee waka tayari amesha amesha fariki. Hivyo yeye ni mfanya biashara madini ya madini tanzanaiti Merevani. Hajawahi hajawahi hajawahi, banjoni mtu wa watu Abdullahi anagata shida na mtu, hajawahi kuniambia kwa kweli, hajawahi kuniambia, hajawahi kuniambia kwa kweli, na hata hiyo siku aliposikia askari kama kuna watu wanamtafuta, alienda mwenyewe kituoni. Sasa kama alikuwa ana tatizo, asingeweza kwenda mwenyewe kituoni kuuliza una tatizo gani, na wakamwambia kwamba hamna tatizo. Kwa jinsi kifo kilivyotokea tu, tunao mashaka tu mengi, na ndio maana tunaomba serikali, kwa sababu serikali ndio ina mkono mrefu, serikali ndio ina macho ya kuona sehemu nyingi, tunaombana tunaomba tusaidie, kwa sababu mpaka sasa hivi sisi tuko kwenye njia panda, hatujui tuanzie wapi, hatujui tumalizie wapi. Kwa kweli vidole alivunjwa ni alivunjwa vidole vinne alivyokamatwa na yeye alisema alipelekwa, kwa sababu anasema hata mwenyewe alikuwa ajui nini alikuwa anaulizwa vitu ambavyo yenyewe hata vielewi. Nasema tu jamani, nimepata mateso, lakini namshukuru Mungu kila kitu kimeisha, kwa sababu hata wao wenyewe wamekuja kuona kwamba